Halo. Halo. Naongea hey, na, na Damas Alex. Ah, sasa mimi ni mimi ni yule ambaye uliwatafuta uli, yani mmoja kati ya wale ambao uliwatafuta, yalikuwa ndio, yani namaanisha kuna watu uliwatafuta kwa ajili ya huduma ya hiyo ani kweli. Sasa simu kidogo ilikuwa ina shida, kwa hiyo nilishindwa kufuatilia kwa wakati N, ina huduma inaanza leo. Alo, alo, sasa unisikilize. Halo madam, shikamoo. Habari naongea na Laura Frenki? Ndio, mi natokea kwenye huduma ya, ya msongo wa mawazo. Ulinitafuta wiki iliyopita. Ndio, unaendelea na huduma? na huduma ipo, unaweza ukafika leo? Mi naitwa Abigail, Abigail. La, ni rafiki yangu ni mwenzangu ambaye niko naye, yani tuko pamoja wote, kwa hiyo mimi na yeye tuko pamoja. Hapana soma tapeli. Halo. Ah. Ae, habari. Naongea na Sauda Hamza? Ndiyo, naitwa Abigail, natokea katika ofisi ya watu wenye matatizo ya msongo wa mawazo. Ulitutafuta wiki mbili zilizopita, nilikuwa napenda kukutaarifu kwamba huduma ipo na inaanza leo rasmi. Ee hey, ni leo saa tatu kamili. Sawa, karibu sana. Aya, asante. Aya. <coughs> Yeah. Leaji na hali, naomba leo nikuhudumie kwa sababu kabla dada Sara hajarudi akute ukosa. Sasa baba, utakuwa hivyo mpaka lini? Mi ni binti yako, najua nimekukosea sana na ni kosa kubwa sana nililolifanya kwako, naomba unisamehe. Sistahili haya yote baba. Ni upumbavu wangu na ujinga wangu, na umesababisha hadi leo hii umekuwa hivyo. Na mbona, nimeshatambua makosa yangu, naomba unisamehe. Mi ni mwanao, nahitaji msamaha wako. Nateseka baba yangu, sio kwamba nafurahia, sifurahishwi na haya ambayo yanaendelea kwa sasa. Jaribu kunielewa na mimi baba. Nimesikia taarifa zako kwamba hutaki kuniona, utaki nifike nyumbani, sawa, nimekubali. Lakini kumbuka mi ni binti yako baba, na wanasema mtoto akiunyea mkono huwezi kuukata. Basi nami nakuomba baba yangu, nimefanya hayo niliyoyafanya, nisamehe, nihurumie basi binti yako baba. Asahivi nimebadilika, miso yule Abi ambaye nilikuwa mpumbavu na mjinga naomba unielewe, nisamehe, niruhusu basi hata nikuhudumie kidogo, na mimi niwe sehemu ya familia. Naumie babangu kukuona hivyo, sifurahishwi na hilo. Tafadhali nakuomba baba, unaumia sana alafu, baba, sasa hivi mwenzako, nimeanzisha ile biashara ambayo nilikwambia. Sio uongo tena, kweli nakwambia. Na, na sasa hivi nimepata wateja wengi, wamefika kumi na namshukuru Mungu kila mmoja anayeamini kazi yangu natamani siku moja nikupeleke ukaone kwamba ndoto zangu zimetimia kweli, na naamini kwa uwezo wa Mungu utafika na utashuhudia. Natumai kwamba utafurahi na utasema, huyu ndio yule ami wangu nilikuwa na uhitaji, huyu ni yule ami ambaye najua ni shujaa. Utakuwa sawa baba.

Si nilikwambia usije hapa nyumbani, umefuata nini sasa? <laughs> ina maana unajisaulisha kabisa kwamba mimi ni mtoto wa mzee, nina kila haki na sababu ya kumhudumia. Kwa hiyo sidhani kama nimefanya makosa Abi. bila shaka, kwenye kumbukumbu zangu nakumbuka nilipoongea na wewe, niliongea na we kwa lugha fasaha na ulinielewa vizuri Abi, nilishakwambia kila unapokuwa karibu na baba unamzidishia maumivu

Harufu tamu ukiyaona, yavutia moyoni huleta hamu, lakini chini ya maua mwiba uchipua, huchoma unaposogea, machozi utalia. oh, mapenzi ni fumbo lenye machungu na raha wengi twafata mkumbo tusijue kuna karaha hi bustani na miiba inayotesa bila huruma, ila konde nimepiga nikihope mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi, ah, Mwiba wa mapenzi. Eh, eh, wanichoma moyoni, furaha sioni ikija ni kidogo kidogo bado mapenzi wengi hupoteza vingi kwa ajili ya mapenzi, wengi hupata uchizi, ndugu kutengana, kufanya yasiyomana, ndugu kutengana, kujizolea lana. oh, mapenzi ni fumbo lenye machungu na raha, wengi twafata mkumbo, tusijue kuna karaha, hibustani namibu, na miba nayotesa bila huruma Lakonde nimepiga nikihope, mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi oh, oh. Mwiba wa mapenzi hey, hey. Wanichoma moyoni furaha sioni, ikijani kidogo kidogo baadaye yapotea safari yenye mauanamiwa ni ndoto yenye uchungu, lakini bado huvutia.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 haya yote ni kwa sababu yako Elea. Yani, kusema ukweli, usingekuwa ni wewe, sijui hiyo kesho yangu ingekuwaje. We ndo kila kitu yani. Sawa, sitaki hata kukumbuka huko nyuma aliyokuwa na, ndo maana leo hii niko hapa na wewe amba. Basi unisamee rafiki yangu, eh, natamani turudi kama mwanzo tulivyokuwa. Oh, oh. Nimefurahi umekuwa bora lakini sitaki mazoea na wewe. Mapenzi uchizi, jamani, sina bahati. Mependa kupendi, unayemtaka kutaki, usilolijua sawa na usikuagiza. Memwamini ndo anakuja kukuliza. Penzi yamenipoteza ya muda, hata malengo nilotarajia yamekosekana, yamenifanya leo niwe wa kujuta, hata furaha sina tena, imetoweka, ona mwiba mwi